Nam tukirejea hapa nchini kwamba msongamano wa magari ulishuhudiwa katika zaidi ya saa 20 kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret, na msongamano huo ulienea kutoka eneo la Sobea Mau Summit hadi Timboroa. Maafisa wa usalama wanasema kuwa msongamano huo ulichangiwa na gari moja kuharibika barabarani, na kama anavyoarifu Maryanne Nyambura, ni kwamba wasafiri waliolala barabarani wanasimulia mahangaiko yao. Ndio taswira tangu Ijumaa jioni katika barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret. Magari ya kisalia yamebanana kwenye msongamano katika eneo la Sobea kuelekea Mau Summit. ni taswira ya msururu wa magari yaliyoegeshwa barabarani baada ya madereva kukwama, japo msongamano umepungua kwa kiasi kidogo kufikia sasa. Msongamano ulikuwa umefikia eneo la Ngata. Tumetoka Nairobi tunaenda matanga kano saa hii, tulitoka jana usiku Tuko saa hii tumekwama kwa barabara, tuko na maji ya mkufi, tumekwama naye, wageni wanafaa kukunywa maji leo. Tumekwama kwa barabara, maji tujui, atujui itafika saa ngapi hata mkufi. mkufi mwenyewe atutamzika, atu, atu, saa ngapi? Nilikuwa natoka Nairobi naenda Kaimosi kucheza ball, kulikuwa na tournament, naenda kucheza ball na rafiki yangu. Sasa ilikuwa game inaanza saa tano sasa hii bado tuko hapa, tujui hii jamu itaisha saa ngapi sasa na kesho pia inafaa tu travel back, tuko na shughuli zingine. Wale waliotafuta njia mbadala ikiwemo barabara ya mji wa molo hawakufaulu. Barabara hiyo ya njia moja pia ilikuwa na msongamano mkubwa. We went somewhere I don't know where in the bushes, then we came back, then we came back to the main road. Now we are still stuck here, there are a lot of trucks. We don't know what's going on ahead so it's really inconveniencing. I was supposed to be in Kampala in the morning. Madereva wakielezea kuchoshwa na hali hiyo wengi wakilazimika kubadilisha mipango yao. Mi kama sahii nilikuwa naenda Kambala, lakini hata mwenye mziko ametekea mziko yake, anapiga simu, ana complain nini amchafika, hata ukimwelezea huko kwa, kwa jamu unapata tena amini ah, kabisa naenda kama, kama sahivi nilikuwa naenda hivi, nilikuwa napiga mesabu ya tripu nipate msharangu. Msharangu leo hakuna mdozi, kazi yake pesa yake ni ileile ile. So mimi naendelea nikiumia kama kama kama mkulima mdogo. Wito unazidi kutolewa kwa mamlaka ya barabara kuu kupanua barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret ili kupunguza msongamano. Maafisa wa usalama wanaarifu kuwa msongamano huo wa magari ulisababishwa na gari moja tu lililokuwa limeharibikia barabarani. Maryanne Nyambura, runinga ya yeah, Citizen.